Mahali hapa ni pazuri kama hii. Mwambie karibu kwenye half night. Mwambie tunatamani kuanza semesta na Mungu. Eh, maana tunapoanza mwanzo mwanzo wa wa jambo huwa ni neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Inawezekano ukaona ni kawaida, lakini kuna watu walitamani kuwa kama hivi, kama sisi tulivyocheza, kama sisi tulivyoimba, kama sisi tulivyoruka, lakini hawapo na wengine hawajaweza. Lakini sisi neema ya Mungu imetubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Biblia kidogo, nifungue kama mstari kidogo tusome, alafu ninaomba msogee mahali hapa 124 msari wa kwanza na wa pili unasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli, na kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipo kushambulia. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini msari wa sita unasema na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. <tipenu> wanaweza wasikii. Kuna wakati fulani, usichukulie ni kawaida, ukaona ni kawaida tu, kila siku ni kawaida. Kuna wakati inawezekana wewe ni mtoto wa kwanza nyumbani kwenu kufika chuo kikuu. Hapo kupongeza mkono kama wewe ni wa kwanza, sorry, kama wewe ni wa kwanza kufika chuo kikuu nyosha mkono kama wewe ni wa kwanza kufika chuo kikuu hivi, angalia kanisa lako, angalia wote wote, karibia haya. Kama wewe ni wa pili kufika chuo kikuu hivi, wa pili kufika chuo oh, chuo uh, kikuu Bwana Yesu asikie, kwa maana ni kawaida. Siyo kawaida. Bwana Yesu asikie, sasa tunatamani sasa ile mlango ambalo wo nalitengeneza kwenye familia yenu usiku wa leo, tukamwite Mungu, tukamwambie sisi tunaanza semista, lakini tunaanza na wewe. wanadamu wanapotutafuta wasituone. Bwana Yesu asifiwe! pale wanapoona kwamba ni muda wa kumeza, watafutane wenyewe, wamezana wenyewe, lakini sisi tupite kwenye damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikukaribishe sana

Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru sababu wewe ni mwema, wewe ni Baba, wewe ni Mungu unayetupenda kwa maisha yetu. Unajua mwanzo wa maisha yetu hata mwisho wa maisha yetu, tunaomba tufikie mwisho mwema. Tunapoenda kuanza semista hii, tunatamani kuanza na wewe. Wanadamu wanapotutafuta wasituone, neema yako Bwana itufiche na tunatamani kukaa kwenye uwepo wako, damu ya Yesu tufunike, kila tunapotembea, tunapopita kwenye malango malango ya hivyo, tutembee na wewe, tunapoingia darasani tunatamani kuwa na wewe tunaposoma, tusome tukiwa tunaelewa, tunafundishwa na wewe. Tunatamani kufaulu na kufanya vizuri darasani, semista ya kwanza na semista ya pili ishirini ishiri na tano ishirini ishiri na sita, ikawe mema kwenye maisha yetu, ikawe mema kwenye uzaa wetu kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Hata nasi ibada hii ya maombi na nakuenda kupata neno lingine lakini tunaenda kuomba, unatamani Mungu, sikie maombi yetu, sikia haja ya mioyo yetu kwa damu Yesu, na kushukuru amina. Basi, kwa mamlaka na Mungu <laughs> na kanisa, nafungua mkesha mfupi kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu, hm, amina.